Katika hii video nitakwenda kukuelekeza namna gani unatengeneza pesa ukiwa na sto pesa na jinsi ya kujisajili, na hii video nitakuwa ni fupi sana. Kwa sasa nitakwenda kuonesha namna gani ya kutengeneza pesa ukiwa na sto pesa na baadae nitakwenda kuelekeza jinsi ya kujisajili. Kwa hiyo account ya sto pesa inapatikana pale Play Store. Account ya sto pesa inapatikana pale Play Store yenye muonekano huo hapo, muonekano kama huo na kama na utakuwa unahitaji kujisajili basi link ya Store pesa ipo katika comment ya video ko, mimi hapa nitakwenda kuweka username pamoja na password yes. Akaunti yangu ni hapo ya Store pesa, akaunti yangu ni hapo ya Store pesa ambayo sina muda mrefu nayo, hivi ni kama miezi miwili tu hivi, takriban miezi miwili ya kujiunga, kujiunga na Store pesa lakini Net profit imejaa kwa kweli, net profit na mtaji uliotoa yani nimesha sahau tayari. Na kwenye vipengele ni vingi sana vipengele ni vingi sana, kama nilivyokuambia kwamba ukitaka kuji kujisajili basi kwenye sehemu ya comment kwenye hii video utaenda kujisajili, utaikuta linki pamoja na namba zangu. Kwa hiyo sehemu za kuingiza pesa ni kama hizo, videos kwenye matangazo bidhaa Option ni nyingi sana, option ni nyingi yani, kama ukishindwa hii unaweza ukafanya hii. Sio lazima u, ulazimishe kwamba ufanye hii ufanye hii, hapana. Ukishindwa hii unaweza ukaifanya hii. Na kwenye sehemu ambayo ya withdraw, sehemu ambayo ya kutoa hela, kutoa hela, hapa ni sehemu ya kutoa pesa. Pia unaweza ukaangalia miamala ambayo uliwahi kutoa pesa, yani withdraw history hizi ni risiti ambazo unapewa pale unapotoa pesa store pesa. Mi risiti yangu ni hii hapa, nilitoa milioni moja, ndio maana pale kwenye withdraw ilikuwa inasoma milioni moja. Mpaka sasa hivi nilitoa milioni moja, imebaki laki sita na shilingi elfu tano kwa sasa. Kama unahitaji kujisajili sasa, unahitaji kujisajili kwenye hii video, kwenye option ya comment hapo, kwenye option ya comment utakuta linki ya kujisajili, utakuta pia na namba zangu kwa ukishindwa kujisajili au utakuwa una swali lolote, utaweza kuni DM. Utakuta linki ambayo itakupeleka direct kabisa WhatsApp kwenye namba zangu. Kwa hiyo ukishagusa ile linki itakupeleka kwenye ukurasa huu. Hapo kwenye ukurasa sasa utajaza taarifa zako kwa usahihi, taarifa kwa usahihi na kwa umakini. Baada hapo ukishabonyeza sign up sasa itakupeleka kwenye ukurasa huu huku. Sasa huu ni ukurasa wa kulipia, yaani ukishatoka kwenye ukurasa wa kujisajili basi utaingia kwenye ukurasa huu hapa, na hapa ni lazima ulipie ili upewe akaunti yako. Usipolipia akaunti huwezi ukawa uka, uka na muonekano wa dashboard kama ule. Kwa hiyo ni lazima ulipie ndipo upewe akaunti yako na ni lazima uwe na mtaji huo wa shilingi elfu kumi na tatu mia tano kwenda kwenye kampuni, na mitandao yote hiyo imejieleza. Mitandao yote hiyo imejieleza namna ya kutuma pesa, na watu ni wengi sana wanaolipia mitaji. Ni elfu kumi na tatu mia tano ni watu ni wengi sana wanaolipia hiyo mitaji na wanafungua akaunti zao. Kama nilivyokuambia, Sto pesa ina application kabisa, na watu wanaotengeneza pesa ni wengi, ni wengi, na pesa zote zinatoka Pesa zote zinatoka. Kwa hiyo ni wewe tu maamuzi yako kujoin au ya vipi kuendelea kushangaa? Basi karibu sana.